Hivi vitu ambavyo vimekuwa vinapushiwa vina sana mpaka magoli yananuliwa kwa bei kubwa. Watanganyika kama wangelikuwa wanafahamu kwamba vyote hivyo vinapromotiwa vitu vya hovyo, ili viwafanye muwe bize, vipofushe fikra zenu, ziwafanye muwe bize, muache kudai haki, muache kupiga kelele, muache kulalamika juu ya damu za ndugu zenu zilizomwagika. Kwa mataifa yaliyoendelea huwa hawajadili jambo lolote, na hata kama ikiwepo, watakutana si kwenye mipira, utakuta wata, wata, watana, watafanya ishara fulani ya kuenzi ndugu zao waliopotea waliokufa. Na jihoji tu ni kwamba Afrika tumelogwa na nini? Yani ni ajabu sana, na nimekuwa najiuliza sana, mimi ningekuwa na mamlaka kamili, kama si kamili, hata tu nusu ya mamlaka, nusu tu ya mamlaka mimi ningefuta vitu vyote ambavyo vinaonekana kama sherehe kwenye nchi hii ya Tanganyika. Ningefuta mipira, ningefuta na hivi vinavyoonekana, si ni komedi wanavyofanya knui na wowote, ningefuta vyote. Sababu za msingi ambazo zimenifanya kuwaza hivyo ni kama vinasahaulisha watu nini kilichotakiwa kifanyike kwa wakati sahihi, kwa sababu kwa sasa ni ajabu sana sasa hivi, ni kama watu washasahau ndugu zao waliotekwa, ndugu zao waliowaa Oktoba 29 waliotekwa kabla Oktoba 29 mwaka 2025 ni kama wamejisahaulisha kabisa. Yaani, sasa hivi kilichoko eh, kila kinachoendelea katikati ya jamii chenye sherehe, chenye kuchekelea, basi watu utakuta wamejichanganya tu, na hususan kilichochukua nafasi sana ni mipira kuna wakati fulani e, ilikuwepo namna fulani ambao wasanii wote waliokuwa wanaunga sana chama cha CCM walipitia kwenye namna fulani ya kasi ya kukosa mashabiki kabisa, au watazamaji, au views kwenye mtandao. Lakini sasa wenda kwa Afrika hii na Tanganyika hii, kwa sababu e, ni jamii fulani ambao wanajiuliza hivi, sisi kweli tutakuja kweli, sisi tutoke kwenye utumwa huu wa fikra, kwa sababu sisi kinachotutesa ni utumwa wa fikra yaani, sisi e, use, wasemaji au msemaji mmoja aliwahi kusema kwamba sisi tumebakiziwa mili tu, lakini akili zimefungwa. Mili tu ndio inayofanya kazi, lakini akili kwa sehemu kubwa ni zero brain kabisa. Zero kabisa, kwa sababu huwezi ukawa unasherekea, huwezi ukawa una furaha wakati kuna watu wana huzuni. Kuna watu mpaka leo walipo wana huzuni. Naona hata e, eh, ambaye ndo wanajitambua wenyewe, kwa sababu sasa nik, nikisema niite waziri mimi kama mimi mimi simtambui kwa mujibu wa kwa sababu mimi sikupiga kula. E, eh, na na sijui sifahamu ile, eh, ila anachotaka niseme hiki kwamba naona hata mawaziri watakuwepo kwenye vichekesho, watakuwepo wanafurahi na kucheka tu, kwa sababu kwao yawezekana, kwa upande wao, watu waliokufa, watu waliotekwa, wao kwao sio kitu ambacho labda kinawaumiza sana ila mi nachofahamu ni kwamba kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa kinachoitwa uongozi, inapasa uwe ni mtu utakayeleta majibu katikati ya jamii, majibu katikati ya jamii. Ndo maana kuna kuapa, ambapo mimi nimekuwa nasema muna hapa kupitia Bibilia munaifanya kama vile ni kitabu tu cha kushikwa na walevi, kushikwa na mafisadi, kushikwa na kibaka tu yoyote. Nimekuwa nasema. Eh, ni heri mfike hatua msikishike kitabu hicho, kwa sababu ni kitabu kitakatifu, sipime kilishikwa na watu waliokuwa watakatifu, sipime Biblia. Nasema kila litajia jina la Bwana naache uovu, lakini sasa tunaona iko mifisadi itashika na yeye nasema. Na hapa kwa mujibu wa Biblia hii, na hapa kwa, kwa mujibu, acheni kuapa kabisa kupitia Biblia, kwa sababu Biblia haikutaka ishikwe na kibaka yoyote, ishikwe na muhuni tu yoyote. Nikisemacho niki ni kwamba wedha pengine, e, hii Biblia mmekuwa muheshimu unaichukulia kitu cha kawaida, ila nasema kuna siku iko siku itaheshimika na mutaiheshimu wedha, mtataka au hamtataka. Nisemacho ni nini? Ninachokisema ni hiki kwamba hivi vitu ambavyo vimekuwa vina vinapushiwa sana mpaka magoli yanunuliwa kwa bei kubwa, e, wa, wa, wa, watanganyika kama wangelikuwa wanafahamu kwamba vyote hivyo vinapromotewa, vitu vya hovyo, ili viwafanye muwe bize, vipofushe fikra zenu, ziwafanye muwe bize, muwache kudai haki, muwache kupiga kelele, muwache kulalamika juu ya damu za ndugu zenu zizomwagika. Kwa mataifa yaliyoendelea, huwa hawajadili jambo lolote, na hata kama ikiwepo, watakutana si kwenye mipira, utakuta wata, wata, watana, watafanya ishara fulani ya kuenzi ndugu zao waliopotea waliokufa lakini sisi huku kwetu upumbavu unaoendelea ndo nimesema, nikiwa na kipande kama tu Mungu kwa sababu sasa sina, ila ingelikuwa kama ninacho, nasema ingelikuwa kama ninacho kipande, kipande cha mamlaka yote tu kipande, mimi ningefuta hivi vinavyoonekana kama si ndo, ndo, ndo kusherehekea, si ndo michezo, si kwa sababu kwa kwa nchi yetu ya kutakiwa tatoe na michezo yote watu wa keep busy wawe busy na kujadili mipira, kwa nchi yetu ilitakiwa hata karibia Tanzania nzima ikiwezekana yote tu ni, ni, ni nusu tu mlingoti wa bendera inapeperushwa nusu. Lakini sisi huku hapa na sana ila nakuja tu tunasema kwa mataifa yaliyoendelea ni kwamba ujinga kama huu wao hawanaga, yaani watu wao kuwa watu wao kutekwa na basi wanaendelea tu. Sasa hivi tulipo jitu litalitasikika liwahi kuhusika na rushwa iliwahi kupiga mipigo fulani utaliona ndio ni kiongozi, wakati kwa nchi za wenzetu ukionekana mfano China, Urusi, e, eh, Singapore nimezifuatilia kwa sehemu Marekani nimefuatilia, nimegundua wao mtu akisikika aliwahi kuhusika na masuala ya rushwa. Hauji, hau kumsikia kwenye mahali popote kinachohusiana siasa. Kwanza mali zake zinataifishwa, yeye mwenyewe anafungwa miaka mitano au thelathini kulingana waga ni 15 au 30 au mitano au 30 au 15 kulingana na kosa lake jinsi lilivyo. Wenzetu wamepambana wamepigana, nchi zao ndo maana zinaendelea. Si tumebaki tunakopa, rasilimali zinauzwa, na tuko ambao tunaitwa ndo wenye nchi. Kwa sababu sasa ukijita mwananchi, manake ndo mwenye nchi. Awa wamnaosema si viongozi, si hawa sio wenye nchi, hawa ni wako mbele kama wasimamizi wa nchi au kama viongozi, na hayuko pale kama ye nchi ndo ya kwake ishikilie. Aha, yeye yuko pale kwa sababu ya kulipiza au kufanya E, mema na mabaya kwa ajili ya watu wote. Nao kuwa natokea katikati ya chenye yupo kwa ajili ya kusimamia. Hata napoonaga sema amefanya rais, kafanya kafanya, kwani kafanya kwa pesa zake? Yeye yuko pale kwa ajili ya asimamie zile, asimamie rasilimali sio. Sasa tuko tu niku zinauzwa, zitakopwa, miradi haieleweki. E, kipindi cha Magufuli yako anasema nchi yetu hii ni tajiri sana, amekuja sasa hivi nchi hii ni maskini sana, tunatakiwa tukope na tuko tu mipira tu, Simba Yanga. Anasema ningelikuwa na kipande ningelikuwa na kipande cha cha cha, cha uongozi cha mamlaka tu mi ningefuta, kwa sababu hivi ndo vinapofusha watu fikra. Haukuwa wakati wa kucheka huu, huu ulikuwa ni wakati wa kuomboleza na kulia na kuendelea kudai haki za ndugu zetu waliotekwa waliopotea, wakina Amfani Polepole, akina Mdude Nyagari, wakina Dosi Soka, wakina nani wakina chaula wakina njili geuzayo. Lo, ulikuwa ni wakati wa kudai haki, wakulia daima. Wako wachungaji wamekimbia nchi, watoto wao waliuawa. Akina mzembe alikuwa akipesa mtoto wake aliuawa. Ulikuwa ni wakati wa kuendelea kulalamika, kuendelea kudai haki, yani kila utakapotokea, kila utakapoonekana, ni unalia tu, unasikitika, yani na kwepo ni kulia tu, ni kulia. Shida ni nini? Wakihoja wasema, ndugu zetu wale tunawataka, ndugu zetu, lakini sisi Afrika bwana. Afrika, Afrika, Afrika, Afrika. Panchi zote zetu ziendelee. Hebu kwenye nikusomee historia fulani hivi ya taifa fulani la Israel. Nikusomee tu historia yake kwa sehemu. Uone siku walipokuwa wa ndugu zao wametekwa, wao wenyewe walipokuwa wametekwa, wao wenyewe walipokuwa kwa sababu sisi nchi yetu hii imetekwa, sio kwamba tuko kwa huru. Kwa kwa madini tunasikia, kwa mbuga za nyumba tunazosikia, afu unasikia hata kama watakuwa nasema, pesa kwa sababu kuna namna ambayo inawezekana ingawa wao wanakataa, wanasema sio, hata kama inasema inawezekana ikawa inasikika lugha kwamba nchi yetu sisi haina pesa, ni masikini. Pesa ziko kwa watu wachache, pesa ziko kwa mafisadi, pesa ziko kwa watu wachache, wana wanabolesha miradi yao, wanabolesha shughuli zao, wanabolesha miundombinu yao, lakini sisi huku tutakuwa tunaambiwa pesa hazipo, pesa kwamba pesa hazipo. Pesa ziko ziko kwa watu wachache, pesa ziko kwa watu wachache Sizani si, si kama Zanzibar nao anakopa kama huku kwetu. Sizani kama Zanzibar nao nauza rasilimali kama huku kwetu, si tuko Simba Yanga. Ni ujinga fulani ambao nasema, ningelikuwa ni na mamlaka hivi vichekesho chekesho chekesho navyoviona, si show mala si Diamond anafanya wapi, si Alikiba Alikiba, vyote nafutilia mbali, unafuta unachokuwa tunataka tunataka tujue ndugu zetu walioteka, hata kama akina mzee Butiko anasema rahisi ya usiki achukue hatua kwa kina mafuele waliotajwa moja kwa moja kuhusika na masuala ya utekaji, kwa habari ya satifa achukue hatua za moja kwa moja, uje pia wale wanaosema hata kiwapoteza polisi msiwatafute, wachukuliwe hatua kwanza. Polepole pole alisema kwamba kikundi kinachojihusisha na watu kuteka watu, kinachojihusisha kuteka watu, kikundi iko kina uwezekano wa kudhibitiwa, kwa kumbe vinatambulika. Akina hapana hapana, bwana rais hausiki. Sasa achukue hatua kwa hao waliotajwa tu wachache, achukue hatua. Kitendo cha kuto kuchukua hatua mmoja kwa moja kinamchola, kinaonyesha kwamba yeye yuko nyuma wa mradi au yuko namna ya hivyo vitu, yuko namna yuko nyuma ya hiyo shughuli ya watu kutekwa wakinali kibao wanashushwa na silaha za moto. Najua wanasema kifo ni kifo. kifo yaani, e, sisi kwetu kwa nchi zazetu ioendelea ni, nataka nikupe mfano tu wa nchi ya, ya, ya, ya Israeli sikia, siku walipotekwa ndugu zao N, nataka nikupe historia tu kwa ufupi. Sikia nikusomea hapa katika Zaburi mia moja thelathini na saba sikia, maandiko yanasema hivi siku walikuwa wametekwa, wametekwa, sikia wanavyosema wame wame sema kando ya mito ya Babeli ndiko tuliko keti tukalia tuki tulipokumbuka Sayuni e, katika miti e, katika katika miti iliyo katikati, katikati yake tulivita, tulivitundika vinubi vyetu. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuimbe, tuwaimbie na walituonea, walitaka furaha e, tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sikia walichojibu hao wa watu wakasema hivi: Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Tuimbeje katika nchi za furaha? Tunachekelea, tunafurahia, tuanzaje kushangilia mipira? Tuanzaje kuimba nyimbo? Wasema tuimbieni zile nyimbo. Sasa imba, imba sasa hivi, semeni sasa, semeni vile. Tunaimbaje wakati tupo kwenye hali ya maujonzi, tupo kwenye hali ya, ya huzuni? Jishi. Afrika, Tanganyika, hivi tumelogwa na nani tuna matatizo gani? Anyway, mimi nisemacho tu ni kwamba nafahamu, pengine ni kwa sababu ya nguvu kubwa iliyowekezwa kwenye matakataka haya, lakini kwa wenzetu nchi zilizoendelea, kwanza kabisa ambaye takiwa anze kuwajibika ni kiongozi wa juu kabisa, nchi zetu zilizoendelea. Kitendo cha kuto kuwajibika na mambo yakaendelea tu kuchukuliwa kawaida, watu wataendelea kutekwa na kwa nchi zilizoendelea wenzetu, watu wakitekwa kwenye nchi, watu wakipotezwa kwenye nchi, anayetakiwa kuwajibika namba moja kabisa ni kiongozi wa juu, kwa sababu ameshindwa kusimamia sawa sawa. Ukisoma okay, vizuri historia ya, ya wenzetu wa, wa Israel, au taifa la Roma, kuna wakati fulani walikuwa naambiwa tini mamlaka, sema hiyo mamlaka mtakayo itini ile ambayo imeamriwa na Mungu, iliyowekwa na Mungu, kwa sababu hiyo ipo kwa ajili ya kumlipiza mtu mtenda mabaya na mtenda mema. Hiyo mamlaka ipo kwa ajili ya kazi hiyo mtu anayefanya vizuri yenye ipo kwa ajili ya kumpongeza mtu anayefanya vibaya yenye atapewa mchukulia hatua, ndo mamlaka hizo za kutii. Lakini sisi kwetu, sisi huku, labda tutii mamlaka, watu watatekwa, watu watauawa, watu watakotoka kwenye mifuko, tuko tu Simba Yanga, Yanga Simba, Daimondi, Zuchu. Anyway, mi acha nishia hapa. Hongera hapa kunisikiliza. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikana, sema tengenezeni njia ya Bwana. Nyosheni mapito yake. Tazama Mungu, mhukumu wake anakuja na malipo. Mala